Yo mambo vipi wadau? Mambo vipi wana wa Dazen Madia? Bana leo tumekuletea surprise. Surprise ambayo tumekuletea. Hey, hey, hey. Si nyingine tena. Eh, bana, leo tuko tena Dazen Me, Dazen Entertainment, Dazen Brand, you know. Au <laughs> hapa tena mwanangu. Niko na atajitambulisha mwenyewe huyo hapo. Eh, bana mambo vipi? Ah uh, safi. Kama kawa? Kama kawa. Harakati vipi? Mambo yanaenda umepoa sana. Yanaenda umepoa yeah, sana umetisha bana. mimi okay. E bana, naitwa bana naitwa Rais wa Kunyumba. ni mama watembelea huku so kuna maili matatu, nataka kujua kutoka kwenu. O, mashabiki wanawafuatilia sana, ikiwemo mimi mwenyewe, pia ni shabiki wenu namba moja. O, by the way nimeona leo niji ni, kwa, ni, ni, ni fahamu nashabiki pia wafahamu pia vinavyoendelea Dazen Entertainment, you know so bana. Kitu kitakachofuata hapa ni wewe kujitambulisha majina yako, lakini pia uje ujitaje, uji, uji, uji, uji, uji, kwa ile jina lako kutafutia riziki hapa mjini, lakini utatueleza changamoto ya kazi, lakini pia utawapa update wana wa kufahamu vizuri kiundani, umeanza lini sanaa na vitu vingine, ni kwa ajili ya nini, kwa ajili ya kusongesha sanaa yetu, lakini kusongesha kwa support vijana, lakini pia unavyofanya watu wengine wanazidi kuongeza fans, you know. Sasa bana, mimi nataka kufahamu bro, unaitwa nani na unatoka wapi na umeanza lini sanaa? ah, jina la sanaa au jina langu mwenyewe, vyovote vile, lakini nahitaji watu wakufahamu unaitwa nani, na jina lako la sanaa, umetokea wapi, umeanza lini sanaa? Sawa, okay, mimi na majina mengi sana. Kwanza unaweza ukaita Diego, hiyo tunaenda kwenye sanaa, lakini kwa jina ambalo la kama, yani niliopewa na wazazi naitwa Muhando Muhando Haji Salim, uh, na jina lingine unaweza ukaita Bush wa Marekani huko. Katika jina lingine ambao ni ile la sanaa naitwa Diego, Diego Master. Okay, mimi mbona natashika ile la Diego Master. Mwingine yote sitaki kuwafahamu. Diego Master. Sasa, inakuwaje unachukua Diego Diego. Diego tusha mzikage, inakuwaje sasa? Ah, hiyo Diego hiyo nilipewa na na askari zangu, marafiki zangu, kwa zamani nilikuwa nacheza mpira. Okay, kwa hiyo Diego imetokana na mpira ulikuwa unacheza, na Diego mwenyewe na mkali kweli. Okay, sawa, nashukuru sana. Eh, bana, wewe sasa hivi unakuona uko hapa Dazen Entertainment. Ndio. Ni kitu gani unakifanya hapa? Hapa naifanya sanaa. Mhm. Eh, sanaa ya movie na tuko vizuri, tuna tunapambania ndoto zetu. Oh, wewe ni msanii? Yeah. Msanii wa muziki, bongo movie, you are ever sana ziko nyingi sana. Wewe ni msanii wa aina gani? Bongo movie. Bongo movie. Yeah. Okay. E bana, kweli mimi ni shabiki wako namba moja, na mimi ni shabiki wenu wa Dazen Entertainment ina, na nawafuatilia sana na na appreciate mnachokifanya na ndio maana leo kikanileta hapa. Oh, mpaka sasa hivi mmetoa movie ngapi? Ah, mpaka sasa <coughs> ziko movie nyingi tu mm -hmm. Naeza zikawa hata tano zinaweza zikafika you know mm. Okay, ni movie gani ambazo mmefanya ambayo imeenda sana kwa sasa hivi? Movie ambayo ilienda sana nidhani ni penzi la Kifo mm. Yeah, okay, penzi la kifo character alikuwa nani? Main character alikuwa nani? kata... tunaita hapo wanamwita Matonge mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Ulicheza oh, kama nini pale? Mimi nilicheza kama mganga. Oh, kama mganga, yeah. Yeah, yule mganga ambaye anaitwa si nani, shabiki naona kama machiringa, machiringa, eh? Oh, yeah. Leo nimekuwa na live nashukuru sana. <laughs> Okay nangine, na nyingine, naona kuna movie nyingine sasa hivi nimepita pita mm. Inaitwa Fataki yeah. Ikoje yule mzee anamlagai mwanafunzi na, na kama mimi hapa, ambaye ni Diego Master, na nakuwa mpenzi wa yule binti ambaye kwa jina anamuita Vani au kamesa. Okay, yeah. Okay, sawa, Madam Diego Master yeah. Ni changamoto gani unapitia kwenye kuigiza? Ah, changamoto zipo nyingi, tukitaka kuzieleza zitakuwa tunawachelewesha muda tu, lakini changamoto zipo sababu binadamu wote tuna changamoto tunazozipitia. Kuna changamoto za maisha, kuna changamoto za katika movie, au kuna changamoto za katika location. Ndio hivyo. Okay, sawa. Kwa hiyo nataka kuniambia kwamba um, zipitia kwa, na <laughs> na ndio maana nikasema, kuna changamoto mnazipitia hawezi kufahamu watazamaji, ili nao wao wanajipanga. Maana nikasema hivi kuna changamoto nyingi ambazo tunaweza tunazipitia. Hata sijajua hapo moja wapo unaohitaji labda changamoto ya kimaisha au changamoto katika movie. Hmm. Hapa tunazungumzia movie. Movie. Maisha movie, hata mimi mwenyewe hapa nina changamoto Saan. Movie manake ni nini, nini? Wewe, yani kazi unaofanya unataka kufahamu kwamba unapitia yani, changamoto yani, kama mateso manyanyaso, na vitu vingine, labda ukija kambini hujakula, afu unaingia location hujala, hujashiba uja, au unaweza ukaenda kule karakta yako ukapewa uh, ukapewa script ukashindwa kuicheza. Changamoto ziko nyingi, so, mimi nataka kujua mawili matatu tu changamoto ambazo, ili na watu wengine wanaotamani kufanya movie au kufanya uh, acting waweze kujiandaa na hizo changamoto, so, changamoto ambazo za katika mambo ya kula sijui hayo hayo, hakuna unaona, ila tu changamoto ndogo ndogo, naweza ukapewa script kama ipo ulivyozungumza na mwingine akashindwa kuzingatia, au yule ambaye unaenda kucheza naye akashindwa kuzingatia kile ambacho ulichopewa, au kile ambacho ulichomezeshwa. Kwa hiyo inakuwa mnapata muda sana, mnazunguka juani kutafuta location. Hizo tu changamoto ndogo ndogo, ndio maana nikasema hivyo. Okay, mpaka sasa hivi ni kitu gani unatamani katika movie? Kitu ambacho nachotamani ni kutoboa tu, kutoboa yeah. Okay. kwa maana sasa ukinaambia uh, kutoboa unamaanisha kwamba ukaze sana, si ndio? Yeah, lazima nikaze, nikaze ili mradi nitoboe, nifanye oh, vizuri, ili mradi nitoboe, nifike kama wengine. Okay, kwani mpaka sasa hivi, ndugu yangu, mko wangapi katika Dazen Entertainment hapo? Tuko mm, kama watu hata watano, nafika watano No, no, no, kuna kipindi ni um, ni mm. Nil, nilikuja ni uh, kuna kipindi nilikujaga nilikuwa nimeongea na Bwana Matonge aliniambia kwamba wako saba, kuhusu tuko saba, kwa sababu na wengine wanakuwa okay. Kuna wengine wanapungua, na wengine anawezekana kacheza muvi halafu akatoka, au mwingine akawa na changamoto zake, na ndio maana hapa tukazungumzia changamoto mbili. Kuna changamoto ya maisha, kuna changamoto kawaida ya kama ya ka katika katika location. Kwa hiyo mwingine anakuwa ana changamoto wake ya maisha, anakuja kuileta katika sanaa, inakuwa anashuka chini. Okay, Diego Master ametisha sana mwanangu. meneja yako anaitwa nani? <laughs> meneja wangu mimi bana, anaitwa Dazen, au Mo Dazen Brand Music. Okay, hivi ni neno mpunga kidogo nyama lundo. Natamani <laughs> <laughs> <laughs> kuonana naye siku tumuulize ni nini maana ya mpunga kidogo nyama lundo. Sisi wenyewe tunaliona tu jina hilo la punga kidogo nyama lundo, siri yake mwenyewe amewaza nini mpaka akaweka mpunga kidogo nyama rundo, naye pia ipo siku atakuja kutuelezea, au atakuja kuelezea nanie Okay, umetisha sana Diego Master Bana, mimi nime sign out. Ninachoombea Mungu aendelee kuwasimamia, Mungu aendelee kuwaongoza, lakini Mungu unaomba siku moja hivi mnavyofanya watu waje washangae. Dah, jamaa walianza kama masihara lakini hao hapo. O, ni msanii gani ambao unampenda nyingi? Oh yeah. Unatamani kuwa mchekeshaji? Ah, sio mchekeshaji <laughs> ni. Kwa nini mwachagua watu wawili? Ah, basi poa, bana. Mi nashukuru sana kwa kunipa muda wako na kutakia kila la heri, lakini ndugu yangu mtazamaji, kitu kimoja cha mwisho wanauliza kwamba hizi movie zenu zinapatikana wapi? YouTube yeah, yeah. Kwenye account ya jina gani? Account yako umeweza wewe, nataka kufahamu ili watu waendelee kuwasupport yeah. Okay, kwa hiyo ukiandika Dazen brand unaipata au Mo Dazen au andike Mo, Mo Dazen, rais wa kunyumba. Okay, ndio nazipata hizo uh, movie zote yeah. Poa mtazamaji, tuendelee kuwasapoti wana, tuendelee kuwasapoti vijana wetu waweze kufika mbali, au vipi bana. Wamejiepusha na tamaa za, ku, za kukaba na vitu, kuzuumu vitu vya watu. Kwa hiyo wameamua kujikita, kujitafutia riski. So ili waweze kupata hizo hizo faranga, mwendelee kuwasapoti, lakini pia mwendelee kusubscribe youtube channel kama alivyozungumza Mo Dazen, yani move zote zinapatikana Mo Okay, samani hivi, mpaka sasa hivi umesema movie ambayo ziko kwenye wenge wenge wenge wenge, matonge hakuwepo mle? Okay. Okay. <laughs> Okay. Kuna ndege kuja mjini haraka wenge alakalaka mda umetutupa sawa. So, kuna wenge, alafu tunakuja na hiyo penzi ya kifo. Oh, you know. Alafu tunakuja na chombea mm -hmm. Tunakuja na hiyo ambao wanaita kuna mapenzi mapenzi sijui mapenzi ya usaliti sijui. Okay. eh, Alafu tunapoja na hichoombea imani uh, uh, oh, ya nani <laughs> ya <laughs> Mzee Matonge hii. Oh, Mzee Matonge. Matonge, mimi naita Mzee Fataki. Mzee Fataki ya. Basi poa mwanangu, utaendelea kusupport mimi ninachoombea Mungu. Mungu awatangulie, Mungu awasimamie, muwe na ushirikiano, lakini pia mpendane, lakini pia msikilize ya watu. Mungu awasimamie. changamoto ni nyingi, unahitaji kuvumilia. mimi nitasema hivyo kama ushauri. Nimesaini iba na inaitwa Dazen Media TV inakuwa ina support wana wanaojitafuta. Hii sio kwa ajili ya masta, hii ni kwa ajili ya wale wana wanaojitafuta, na iko tayari kuwasogeza mbele na watakia siku njema, sab sana ni Dazen Entertainment.